Kupo, muna... ha, kwanza kongole na mchezo ongera kwa kupata matokeo hii leo. Leo, shukran, tuambie dakika tisini zilikuwa za namna gani haswa kwa upande wenu mpaka mkaweza kuibuka na matokeo. Kwanza tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza mchezo salama na na tumepata point tatu, kwa upande wetu ni kitu kikubwa sana, kwa hiyo tuna tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, lakini Simba ni timu nzuri na wamecheza vizuri, lakini kutokana na plans za walimu wetu tum, tumecheza first half kwa, kwa kwa tukiwa chini sana kwa hiyo kipindi cha pili tukaja tukashambulia kwa kushtukiza, mashambulizi yale mawili tukaweza kupata magoli, basi mchezo ukaisha mbili bila. Kipindi cha kwanza walitengeneza chansi nyingi sana nyingi, nilikuja kupata mabao ndani ya dakika 10 mwalimu aliwaambia nini kipindi cha kwanza, kwa sababu wao walitengeneza chansi nyingi sana tofauti na nyinyi? Ah, nini nini alituambia kipindi cha kwanza, waliweza kutengeneza chansi zaidi yetu Kikubwa alichotuambia kipindi cha kwanza kilikopo cha kwao, kipindi cha pili twende tuka, tuk, tuka push kadri tuwezavyo kutafuta magoli ili mali tuweze kupata point tatu, na na tumelifanyia hilo na limelipa na tumeweza kupata point tatu kupitia yale magoli mawili, kwa hiyo ni kitu cha kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunaenda katika likizo tukiwa na hizo points mpaka ligi tena kurudi. Okay, okay, ushindi una maana gani kwenu nyinyi kama timu kwa sababu mmestruggle kwa mechi mbili tatu bila kufunga bao? Ah ni, ni una kitu kikubwa sana kwani nini? Unatambua tumepitia katika kipindi kigumu sana, mechi nne siyo tatu, hivi ni ngumu kutumbukiza mpira kwenye wavu na, na tunapoteza. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani hizi goli mbili na pointi tatu hizi zinaweza kubusi morali ya kila mchezaji aliyokuwa kwenye timu, kuweza kuamini kuna kitu tunaweza kufanya msimu huu. Baada ya matokeo haya, pengine mnawaahidi nini mashabiki kuelekea katika mwakani, sasa hapo mechi zingine zilizosalia? Kwanza tunawaahidi mashabiki wanaopenda mpira mzuri, tunawapenda sana, na pia kwa mashabiki wa Azam FC kwa nafasi ya upendeleo, tunawashukuru kwa sapoti yao, kwani tumepita katika kipindi kigumu tukiwa wote na, na tumeweza kuamka tena sasa hivi. Kwa hiyo ni mwendelezo huu unahitajika ili hadi kuweza kupata timu nzuri na kufikia malengo yetu kama timu. Shukrani sana.